Sio kweli, wewe ndo ulianza kutoka na lile lango la jiji, ila sawa, mi sitamani tutazungumzia kwa sasa na kupenda, dio siku losema unasafiri, ulienda wapi? Nilikuwa nyumbani. Kweli kabisa, leo umesema kweli. Maana ile siku uliniambia sijui mamako kakuagiza kwa bibi sijui ulienda wewe na DJ yani moyo wangu ulikuwa mgumu sana kuamini tu. Na ndio maana nilikuja kwenu. Laiti kama ungekuwa na nafasi na no ukatoka nje na ukaniona, mimi si ungechanganyikiwa sana. Niliumia sana tu. Moyo wangu ulishindwa kuvumilia kusikia sauti za vilio vya mapenzi na maneno matamu juu. Inauma. Alafu unaendanganya wewe sijui mama kanituma kwa bibi. Yaani en... Nomo toke tu. Nini nakuonea? Mbona nilikuwa upanda huko kwenye kila kitu tume. Ulivyo na vitu unavyofanya ni vitu viwili tofauti, ila asante kwa kunibadilisha tabia.